tuko tarehe moja za mwezi wa kumi 2025 majira ni saa 12 asubuhi, saa za Afrika Kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki. Na mimi ni Rejabu Wakili Kabonga. Ilikuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo takuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni mtasari wenye wa habari za moto. Kinshasa, ipolitikanambee maarufu Joseph Kabila hukumiwa kifungo cha kifo kutokana na usaliti na mahakama ya kijeshi. Bukavu, M23 wakamata vijana wengi kwa nguvu na kuwapeleka pasipojulikana. Zibira majeshi ya Jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo na uzalendo wazishambulia ngome za magaidi wa M23. Kumbuka uperesusadia uzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo huko unaziona kwa screen yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Baraka1 Media ili uendelee kupata matukio mengine yeyote ya ambayo yako nazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Kinshasa. Mahakama kuu ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jiji la Kinshasa, hiyo tarehe 30 za mwezi wa tisa iliweza kusikiliza kwa mara nyingine tena kesi na mkabili alikuwa rais wa zamani wa DRC Bwana Joseph Kabila Kabange maarufu kama Ipolite Kanambe, kesi hiyo ambayo imewakilishwa na mawakili wa serikali huku upande wa ulalamikwaji kukiwa hakuna mtu aliyewakilisha bwana Hipolite Kanambe. Uraia wake ni moja kati ya vitu vilivyozungumzika na mawakili wa serikali, huku akiwekea mashaka uraia wake na wakitaja kwamba ni Mnyarwanda Rwanda aliyepandikizwa kuiongoza Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini uwasili wake kabisa wala sio

Hayo yakiwa yanaendelea, mawakili wa serikali pia walidukoza kuhusiana na uhusiano wake na ma makundi yanayoshikilia silaha ikiwemo magaidi wa M23 Alliance PF Congo, ADF pamoja na makundi mengine yanayozidi kuleta kuyumbisha usalama mashariki mwa jamhuri ya, ya, ya Kidemokrasia ya Congo na kote nchini jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.

Et il est membre d'une société savante appelée la Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre. Na baada ya ushahidi wote huo wa upande wa mawakili wa serikali, mahakama kuu ya kijeshi imeamuru kumfunga kifungo cha kifo. Kwa maana hiyo akamatwe ah, mahala kote ambako anapatikana na, na kuweza kutumikia adhabu hiyo ya kifo ikiwa eh, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia anatakiwa kuweza kulipa takriban bilioni 33 za dola za Marekani kwa ajili ya fidia kutokana na makosa yote aliyofanya wakati akiwa kiongozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. a, a toutes ces peines que je viens de citer mais comme le code judiciaire militaire demande a ce qu'on prononce la peine la plus forte c'est ainsi qu'on a condamné a la peine de mort

Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Kinshasa, uh, tuingie Bukavu ambako magaidi wa M23 wamewakamata vijana wengi kwa nguvu na kuwapeleka mahali ambako wapajulikani. Magaidi wa M23 na muungano wa Alliance PF Congo kwa wakishirikiana na RDF kutoka nchini Rwanda wameendesha operesheni hiyo tarehe 30 asubuhi, e, kuwakamata vijana wengi ndani ya jiji la Bukavu na kuwapeleka kwenye mlorongo. Utafikiria kwamba ni wakati wa utumwa, huku wakipelekwa mahala ambako hapajulikani. Wengine wanasema wamepelekwa ndani ya, ya kambi ya kijeshi ya Sayo na wengine wanasema kwamba wamepelekwa, lakini hawajulikani wapi ambako wamepeleka watoto wao. Raia wengi, wazazi ndani ya jiji la Bukavu wamekuwa wakilalamikia magaidi wa M23 kwa vitendo vya kuu vya kuwateka watu nyara na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani. Vyanzo vingine vinasema magaidi hawa M23 wamekuwa wakiwakamata vijana na kuwapeleka, kuwaingiza ndani ya jeshi lao ambalo linashindwa kabisa kufanya makubwa kutokana na kuzuiliwa kwao na wazalendo, pamoja na vipigo wanavyopata kila siku kutoka kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka DRC na pia unatufuata ukiwa huko Marekani, ukiwa huko Europe, ukiwa huko. Unafuata matangazo yetu kutoka USA, kutoka Europe, kutoka Australia, sendo pamoja na East Africa na wale wote ambao ko maeneo ya Afrika ya Kusini, Shidi, Kizenga tembele kingsele kizabe aiba mashaka ayamba sokolo aiba de done buto tobionokilamba mao mzeasesamenda fesa daleteshe da asha da irwin ukiwa lasikiliza Baraka1 TV akisika ndeke asim mabagu mesamulo kutoka cheke republic. Na baada ya taarifa hizo, tuingie huko maeneo ya Zibira ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na wazawaza wazishambulia ngome za magaidi wa M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo huko kishirikiana na wazawaza wameendesha waza wa mapigano makali ili kujaribu kuichukua Nzibira yote tena kuirejesha mikononi, baada ya kushambulia kambi mbalimbali za magaidi wa M23 hiyo tarehe 29 za Septemba 2025. Vyanzo vyetu vinasema kwamba maeneo ya Nzibira kuliweza kuripotiwa mapigano makali kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na, na wazalendo huko wakijaribu kuwafukuza kwa mara nyingine tena magaidi wa M23 kutokana na kushambulia kambi mbalimbali ambazo mba zinachukuliwa na magaidi hao huku wakitumia ndege pamoja na drones. Kwenye milima ya Mulunga, Chirwa, Nyamarege, Mulamba pamoja na kilima cha Kanyola. Magaidi wa M23 na wao pia kwa upande wao wakiwa na silaha nzito nzito walionyesha ukakamavu wao kujaribu kujibu mapigo, huku raia wakikimbia makazi yao na kuogopa mapigano kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na magaidi wa M23 na tatu, kutokana na maeneo hayo yenye kuwa na utajiri mkubwa wa madini magaidi wa M23 walikuwa wakijaribu kupenyeza ili kwenda Mwenga Santri pamoja na Kamituga, lakini kizuizi cha wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimewapa asara kubwa na hivyo kuishia kutimkia maeneo ya Nzibira. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wameweka vizuizi kwenye kilima cha Chulwe Lubimbe Ngando, huku wakiwa ni kilometa 20 tu kuingia maeneo ya Nzibira Santre ambako kunapatikana magaidi wa M23. mkoani Ho Katanga, kamanda wa kikosi cha ishirini na mbili Nali Magita Yave Charles amewataka wanajeshi kutokula rushwa, na siku zote msaliti waga anakumbana na adhabu ya usaliti aliyofanya huko. Nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, na hapo ndipo tunakwenda kungoa nanga ya asubuhi ya leo. mengine nyingine tukutanane saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. Chao chao.